weza kuombea kibali cha ujenzi. So linakuwa liko katika mfumo huu hapa. Ukifungua hapa, ndo utakuta details za nyumba hivi ko. so, hii ndo nyumba yetu miuri hii hapa imegongwa, taarifa za hiyo nyumba, eneo linapojengwa, plot number, taarifa za mwenye hii nyumba au mwenye kicho kiwanja pako ambaye tumemchorea ramani kwa nyumba yetu ndio hii hapa. Hii ndio 3D ambayo inaonyesha mwonekano wa nje wa nyumba, na hizi zote ni 3D zote ambazo zinaonyesha both sides, upande wa kulia, kushoto, pembeni huku, pembeni left side, right side na sehemu nyingine, mbele, nyuma. Mihuri hii hapa yep, inatakiwa igongo kila page, lakini hii hapa ndo site plan. Hii site plan ndo kiwanja jinsi kilivyokaa katika hilo eneo na position kwamba nyumba itakaa sehemu gani, lakini pia septic tank itakaa sehemu gani na kila kitu. Kwa hichi kitu huwa wanakitaka halmashauri, niweze kupata kibali cha ujenzi. Lakini pia hii ndo floor plan, hii ndo mpangilio wa vyumba vyenyewe vilivyokaa, labda sebule, kitchen na nini na kila kitu, ukubwa wa nyumba, vipimo vyake na kila kitu. Halafu hizi hapa ni elevation za hiyo nyumba ambazo zinaonyesha. Hii ni front elevation, hii ni rear elevation, hii ni right elevation, hii ni left elevation. Kwa hiyo kwa wale ambao ni mafundi, wanajua kabisa hivi vitu ni vya muhimu sana kuweza kuzingatia katika ujenzi wa hiyo nyumba wanapokuwa wanafanya setting ya hiyo nyumba na kila kitu, maandalizi hii ni roof plan ya hiyo nyumba, kwa hiyo inaonyesha hapa vipimo vyake, bati zitakavyokaa na kila kitu, mafundi wanajua hapo na maengineer. Na hii hapa ni building section, taarifa za nyumba ni kiutaalamu zaidi, na taarifa nyingine kwamba foundation construction, kwamba iwe na vipi, iwe na ukubwa gani, urefu gani, na kila kitu lakini huku ni taarifa nyingine za nyumba kwa faili letu ndo linakuwa limeishia hapo peji zote hizo kwa hiyo unaona hapa kuna peji ya kwanza ya pili ya tatu ambayo ni site plan ya kwanza ilikuwa ni 3D hii ni ground floor hii hapa ni elevation za nyumba mbele nyuma pembeni huku upande wa kulia lakini pia hii ni roof plan. Roof plan lakini pia na hii taarifa nyingine ya kitaalamu zaidi ya hiyo nyumba na peji ya mwisho kabisa. Kwa hiyo hili ndo faili letu linakuwa hivi, katika mfumo wa katika mfumo wa fereji inakuwa ndo imeisha hapa. Hili ndo faili zetu sasa red kwa kuombea kibali cha ujenzi na kwa ujenzi kabisa. Hapa tutaandika client name na kila kitu hivyo tumemaliza. Kwa hiyo kama na swali lolote, asisite kutuuliza. Karibu sana.